Habari za leo, karibu tena katika chaneli yetu ya JW Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy a, leo tutaongelea sababu na tiba, namna ya kuondokana na maumivu yanayopatikana upande wa kushoto wa tumbo. Wengi wamekuwa na changamoto hii na wengi wamekuwa wakituuliza sababu zinazopelekea maumivu ya tumbo upande wa kushoto, aa, ni yapi? Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usisahau kusubscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku kama una changamoto yoyote ile ya kiafya basi hakikisha unachukua namba yetu, au unani text hapo kwenye comments, unaniambia unahitaji mawasiliano niweze kukupatia, tuweze kuwasiliana. Sasa kama una maumivu upande wa kushoto, nini zinaweza zikawa sababu zinazokupelekea hayo maumivu upande wako wa kushoto? Namba moja, watu unasema ni kuwa gesi, kuwa na gesi na kuvimbiwa kwa utumbo, ambapo tunasema ni gas and bloating. Watu wengi ambao wanakuwa na changamoto ya gesi, wengi ambao wanakuwa na ya, ya, ya kuvimbiwa tumbo huwa inapelekea mkandamizo kwenye upande wako wa kushoto. Kwa hiyo upande wako wa kushoto ukishapokea mkandamizo moja kwa moja, huwa yanasababisha maumivu kuchomachoma, au unasikia kubana katika upande wako wa kushoto. Hiyo ndio sababu kubwa ambayo inasababisha maumivu upande wa kushoto, inasababishwa na gesi, inasababishwa na bloating ambayo tunasema ni kuvimbiwa. Lakini namba mbili, inasababishwa na vidonda vya tumbo na acid reflux, na hiki ndio kiini kikubwa kabisa kinachopelekea maumivu upande wako wa kushoto. Wapo ambao wametumia stomach acid na stomach acid, baada ya kutumia wanakuja wanakuambia, sasa hivi afadhali tuko vizuri. Sasa nikueni kukumbusha kwamba unapokuwa na vidonda kwenye kuta za tumbo, aidha ziko kwenye kuta za tumbo au tunasema ni gastric ulcers, au vipo kwenye utumbo mdogo ni na muasas au ipo kwenye kora chakula, mara nyingi huwa inapelekea maumivu upande wa kushoto. Ni kwa nini? Kwa sababu wale H pylori wana asili kuta zako za tumbo moja kwa moja, kwa hiyo ndiyo maana unaweza kuhisi unapata maumivu upande wako wa, wa kushoto. Lakini namba mbili ni watu wenye changamoto ya acid reflux. Acid reflux ni ile tindikali ambayo inamwagika tumboni kwa ajili ya kumengenya kile cha chakula sasa ikimwagika tumboni ikakuta hamna chakula na tumbo lako ni tupu moja kwa moja huwa na yenyewe inaenda kumega kuta zako za tumbo ndio maana wengi huwa wanaanza kupata maumivu wengi wanaanza kupata changamoto kwenye upande wao wa kushoto lakini pia constipation constipation ambayo tunasema ni kutopata choo au kupata choo kigumu wapo wenzangu ambao unakuta anapata choo kigumu sasa kama unapata choo kigumu ndugu yangu inaweza kukupelekea hivi upande wa kushoto. Wengine unakuta anapata kwa uh, siku mbili mpaka tatu hajawahi kupata Cho, sasa kile kinyesi huwa kinakuwa upande wa kushoto na kinakuwa kigumu kama jiwe, kwa hiyo unaweza kupata maumivu makali sana. Kwa hiyo hakikisha unapokuwa na changamoto hiyo, hakikisha unajitahidi kuweza kupata choo laini, kwa sababu kinapelekea mfumo wako wa usagaji au mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula kuweza kuwa dhaifu. Sasa mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula ukishakuwa dhaifu. Dhaifu moja kwa moja itaweza aa, kukusumbua. Lakini aa, namba nne tunasema ni maambukizi ya utumbo. Maambukizi ya utumbo. Mara nyingi utumbo wa kushoto ukipata inflammation yoyote kunatokea maumivu, lakini pia unapata kuharisha, lakini pia unapata cho, unapata unakuwa na hisia ya kwenda chooni mara kwa mara. Sasa hiyo pia inasababisha, kwa sababu nyeshima mara nyingi inapatikana upande wako wa kushoto, kwa hiyo inaweza kukupa maumivu makali sana kama utakuwa unaharisha, lakini pia unaenda chooni mara kwa mara. Ni moja ya changamoto kubwa sana inayo na iweza kukuasili na aweza kukupa mateso ya muda mrefu. Kwa hiyo maambukizi ya utumbo ni zaidi ya changamoto ambayo imekuwa ikiwatesa watu wengi, lakini pia kuna mawe au maambukizi ya figo ya kushoto. He, mawe na maambukizi ya figo ya kushoto, ndio maana wengi wamekuwa wakipata maumivu upande wa kushoto. Tunasema hivi, kama mawe yakishuka mpaka kwenye ureta moja kwa moja, huwa yanarusha maumivu upande huo, na mara nyingine huwa unakuta yanaenda hadi mgongoni. Sasa hapo ukiona changamoto hizo, basi jua moja kwa moja una mawe au una maambukizi yapo kwenye figo yako ya kushoto. Kwa hiyo unachotakiwa ni kuhakikisha, je, figo zangu ni salama? Lakini pia ovary ya kushoto kushoto kwa wanawake. Sasa kama ovary ya kushoto kwa wanawake inakuwa na changamoto, mara nyingi inaweza kapelekea, inaweza kusababishwa na cyst. Tunasema cyst, cyst tunamaanisha ni uvimbe kwenye mayai, vimbe maji ambayo inapatikana kwenye mayai ambayo sasa ikiwa upande wa kushoto pia inaweza kukupa maumivu ya, utu, ya tumbo upande wako wa kushoto. Lakini ovulation pain, wale ambao wanapokuwa kwenye siku zao wanapata maumivu makali sana, hiyo ni changamoto ambayo inaweza kusababishwa ovari na inaweza kusababisha na maumivu ambayo unaweza kuyapata upande wako wa kushoto. Lakini pia maambukizi ya kwenye kizazi, watu wengi wana changamoto za PID. PID ni moja ya changamoto kubwa sana inayopelekea maumivu ya tumbo upande wa kushoto. kama a, o, e, kama ovari yako ya kushoto ina changamoto pia, na yeye unaweza kuhisi maumivu, lakini pia Endometriosis, endometriosis, tunasema ni zile tishu ambazo zinatakiwa zikuwe ndani ya mji wa kizazi. Zinapotokea zikakuwa nje ya mji wa kizazi, moja kwa moja huwa inakupelekea maumivu ya utumbo upande wa kushoto, chini ya kitovu. Lakini pia kuna ngiri ya ndani internal hernia inasababisha maumivu ya kukata ghafla, na hasa pale unapokuwa unafanya kazi nzito au baada ya kula chakula kizito. Kama baada ya kufanya kazi nzito au kula chakula kizito unapata maumivu upande wako wa kushoto moja kwa moja huwa inaashiria kwamba una ngiri. Ndio maana unatakiwa kuchunguza ngiri, inawezekana ngiri ya tumbo, ngiri ya kwenye korodani. tuna aina tofauti tofauti za ngiri. Sasa wengi wamekuwa wakifahamu ni ngiri za kwenye a, korodani, lakini pia tunasema kwa watu wenye umri kuanzia miaka thelathini plus uvimbe kwenye mfuko a, tunasema uvimbe kwenye mfuko, midogo midogo ya tumbo wa kushoto huwa inapelekea maumivu ya oma na kuweza kutapika watu watu ambao umri sasa hapa tunamaanisha umri wa miaka 30 plus, inaweza ikawa ni uvimbe huko kwenye vifuko vidogo vidogo ambao mara nyingi nasababishwa na wewe kutojali afya yako. Kama umepima umeambiwa una uvimbe kwenye vifuko vidogo vidogo vya tumbo, basi wasiliana na Dr. Jimmy leo, utaweza kupata msaada zaidi. Misuli ya tumbo kuchoka, misuli ya tumbo kuchoka ambayo tunasema ukiinua vitu vizito au kufanya mazoezi vibaya, misuli ya kushoto huwa inauma na unahisi kwamba unachomwa chomwa kwa kuwa umefanya mazoezi ndio maana wengi wamesema, nimeenda jimu, nilipofanya mazoezi nimepata ngiri. Kwa nini unapata ngiri? Kwa sababu misuli ya tumbo inakuwa imechoka, ambayo tunaita uh, strain. Kwa hiyo hizo ndio baadhi ya sababu zinazopelekea maumivu ya tumbo upande wako wa kushoto. Sasa kama una changamoto hiyo, ufanye nini kama una changamoto hiyo ufanye nini? Cha kwanza ni kutambua una changamoto gani, chanzo cha tatizo kwako ni kipi? Kama ni figo, tibu figo. Kama wewe mwanamke una changamoto kwenye ovary ya kushoto, tibu um, changamoto hizo za sisti, za endometriosis. Lakini kama ni changamoto ya vidonda vya tumbo, basi na enyewe unatakiwa kutibu, kwa sababu tiba sahihi ambazo zimewasaidia watu uh, zipo na zimewapa matokeo. Na mara nyingi wengi wametuuliza, tumetumia dawa za vidonda vya tumbo hatujapata matokeo, shida nini? Shida ni kwamba umetumia dawa za kuondoa dalili, sio chanzo cha tatizo ndio maana changamoto inarudi. Lakini pia hakikisha kama ni changamoto ya ya gesi, ya gesi na kuvimbiwa, hiyo ni rahisi sana. Kama una changamoto hiyo, basi wasiliana na daktari Jimmy uweze kupata msaada. Sasa ufanye nini? Kwanza unatakiwa kukunywa maji ya uvuguvugu yaliyochanganywa na asali, yanasaidia kuondokana na changamoto hiyo. Namba mbili, epuka maharage, epuka soda, epuka kitunguu, kitunguu saumu, epuka pilipili ambayo itaongeza maumivu kwenye kuta zako za tumbo ambavyo tayari zitakuwa zina majeraha ya vidonda vya tumbo. Namba tatu, tunasema kula milo midogo midogo atilisi minne mpaka mitano, tumbo lako lisiwe mt empty. Empty stomach ni zaidi ya changamoto, inaweza kukupa matatizo makubwa sana. Lakini pia atumia atangawizi kama hauna vidonda vya tumbo na nyingiri basi, tumia tangawizi na limao kama unahisi unapata gesi. Kwa hiyo cha kwanza cha kuzingatia hapa, tibu chanzo cha tatizo. Niambia hapo chini kwenye komenti, a wewe unahisi chanzo cha tatizo ni kipi? Na kama una changamoto yote ya kiafya ya wasiliana na Dr Jimmy leo kupata msaada zaidi. Karibu na Mungu akubariki.